Hello and good morning Africa. Welcome back again to my YouTube channel. Huyu ni Tobias Damian na leo nimekuletea episode namba mbili. Baada ya kuwa nimekuletea video ya kwanza ambayo nilikuwa nimeongea kwa lugha ya Kiingereza, nimekuletea hapa video kwa lugha ya Kiswahili. Kwenye channel bana natarajia mambo matatu. Kwanza tarajia kupatana na habari nyingi kuhusiana na, na biashara, habari nyingi kuhusiana na historia ya bara la Afrika na jinsi ambavyo uh, biashara zimekuwa zikifanyika kwenye bara la Afrika hususan kwenye nchi ambazo zipo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tutakukonnect pia na watu wengi sana kupitia kwenye platform zetu. Tutafanya eventi nyingi, tutafanya podcast nyingi, tutafanya uh, content nyingi sana zinahusiana na masuala ya kibiashara. Kwa kama wewe ni mdau wa biashara kwa maana ya mjasiriamali, mwanafunzi au mfanyabiashara, basi unakaribishwa sana kwenye hii channel. Usisahau kubonyeza button ya kulike kusubscribe lakini pia kushare na mtu mwingine, na bila kusahau kucomment. Kwenye episode inayofuata nitakuelezea vizuri kuhusiana na historia ya fedha. Nani alikuwa mtu wa kwanza kutumia hela? Shilingi ilitoka wapi? na hapo tutachambua hatua kwa hatua jinsi ambavyo watu walitoka kwenye kutumia uh, biashara ya barter trade mpaka ah, kufikia kwenye kwanza kutumia sarafu na kuanza kutumia noti ambazo zinatumika leo, na nitakuelezea jinsi ambavyo tutatoka kwenye kutumia noti na kuanza kutumia fedha ambazo hazishikiki kwa mkono. Ni fedha za aina gani? Ni za kimtandao au ni sarafu isiyo kuwa na a, na matio ya kushikika, au ni nini kitafanyika? Basi tutaelezea kwenye episode inayofuata. Usiache kusubscribe, kama ndivyo. This is Thobias Damian. Ciao.